na huduma ile aliyoifanya aliifanya kipindi kile ambacho wana wa Israeli walirudi toka uhamisho wa Babeli, na mabadiliko ya mawazo ya kinabii katika kipindi hicho kabla ya uhamisho, na mambo mengine mengi mazuri yanayohusiana na uhamisho wa wana wa Israeli wa Babeli. Wapendwa, katika kitabu hiki tutasikia mambo mengi sana mazuri na yatatusaidia. Hivyo basi tufungue kwa sala ili tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo, ni wakati mwingine tena mzuri ambao unatuwezesha kukutana ili kusoma neno lako la uzima. Baba, tazama neno lako ni chakula na tuko tayari kula. E Bwana, tunaomba neema yako itushike mkono ili Bwana tunaposoma tuweze kujengwa na kuimarishwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Watu wa Mungu, Karibuni sana tuungane na ndugu zetu wa wedi projekti ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Ni kitabu cha Hagai sura ya kwanza na ya pili. Kitabu cha Hagai mlango wa kwanza. Katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, mwezi wa sita, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lilimjia Zerubabeli mwana wa Shaltieli liwali wa Yuda na Yoshua Mwana, sadaki, mkuu, husema, mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, kwa kinywa chake Hagai nabii kusema, Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji, mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka-toboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Pandeni milimani mkalete miti mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache; tena mlipovileta nyumbani vikapeperushwa. Ni kwa sababu gani? asema bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake; nami nikaita wakati wa joto uje juu ya nchi na juu ya milima na juu ya nafaka na juu ya divai mpya na juu ya mafuta na juu ya kila kitu itoacho nchi na juu ya wanadamu na juu ya wanyama na juu ya kazi zote za mikono. Ndipo Zerubabeli mwana wa Shealtieli na Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu pamoja na hayo mabaki yote ya watu wakaitii sauti ya Bwana Mungu wao na maneno ya Hagai nabii kama Bwana Mungu wao alivyomtuma, nao watu wakaogopa mbele za Bwana. Ndipo Hagai mjumbe wa Bwana katika ujumbe wa Bwana akawaambia watu akisema, mimi nipo pamoja nanyi, asema Bwana. Bwana akaiamsha roho ya Zerubabeli mwana wa Shealtieli, liwali wa Yuda, na roho ya Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu na roho zao mabaki ya watu, wakaenda wakafanya kazi katika nyumba ya Bwana wa majeshi Mungu wao, katika siku ya ishirini na nne ya mwezi katika mwezi wa sita katika mwaka wa pili wa Dario mfalme. Mlango wa pili. Katika mwezi wa saba siku ya ishirini na moja ya mwezi neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha Hagai nabii kusema sema sasa na Zerubabeli mwana wa Shealtieli, liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yehosadaki, kuhani mkuu, na hayo mabaki ya watu, ukisema: miongoni mwenu amebaki nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Nanyi mnaionaje sasa? Je, mbele ya macho yenu siyo kama si kitu? Lakini sasa uwe hodari, e Zerubabeli, asema Bwana, nawe uwe hodari E Yoshua mwana wa Yehosadaki, kuhani mkuu, nanyi iwe ni hodari, enyi watu wote wa nchi hii, asema Bwana, mkafanye kazi, kwa kuwa mimi ni pamoja nanyi, asema Bwana wa majeshi, kama neno lile nililoagana nanyi mlipotoka katika nchi ya Misri, na Roho yangu inakaa kati yenu, msiogope. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, mara moja tena, ni kitambo kidogo tu nami nitazitikisa hizo mbingu na hii nchi, na bahari na nchi kavu; nami nitatikisa mataifa yote, na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja; nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu, na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Siku ya ishirini na nne ya mwezi wa kenda, katika mwaka wa pili wa Dario, neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha Hagai nabii kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, waulizeni sasa makuhani katika habari ya sheria, mkisema mtu akichukua nyama takatifu katika upindo wa nguo yake, naye akagusa kwa upindo wake mkate au ugali au divai au mafuta au chakula chochote, je, kitu hicho kitakuwa kitakatifu? Makuhani wakajibu wakasema la. Ndipo Hagai akasema, kama mtu aliyetiwa unajisi kwa kugusa maiti akigusa kimojawapo cha vitu hivi, je, kitakuwa najisi? Makuhani wakajibu wakasema, kitakuwa najisi. Ndipo Hagai akajibu akasema, hivyo ndivyo walivyo watu hawa, na hivyo ndivyo lilivyo taifa hili mbele zangu, asema Bwana, na hivyo ndivyo ilivyo kila kazi ya mikono yao, na kitu hicho akitoacho sadaka huko ni najisi. Na sasa nawaomba tafakarini, tangu siku hii na siku zilizopita kabla halijatiwa bado jiwe juu ya jiwe katika nyumba ya Bwana, katika wakati huo wote, mtu alipofikia chungu ya vipimo ishirini palikuwa na vipimo kumi tu, na mtu alipofikia shinikizo apate kuteka divai ya vyombo hamsini palikuwa na divai ya vyombo ishirini tu. Naliwapiga kwa ukavu na ukungu na mvua ya mawe katika kazi zote za mikono yenu, lakini hamkunielekea mimi, asema Bwana. Tafakarini nawaomba, tangu siku hii ya leo na siku zijazo, tangu siku ya ishirini na nne ya mwezi wa kenda; naam, tangu siku hiyo ulipowekwa msingi wa hekalu la Bwana, tafakarini haya. Je, mbegu ingali ghalani? nam huo mzabibu, wala mtini, wala mkomamanga, wala mzeituni haikuzaa kitu. Tangu siku hii ya leo nitawabariki. Kisha neno la Bwana likamjia Hagai mara ya pili, siku ya ishirini na nne ya mwezi kusema, sema na Zerubabeli, liwali wa Yuda, ukisema, nitazitikisa mbingu na dunia Nami nitakipindua kiti cha enzi cha falme, nami nitaziharibu nguvu za falme za mataifa, nami nitayapindua magari na hao wapandao ndani yake, farasi na hao wapandao wataanguka chini, kila mtu kwa upanga wa ndugu yake. Katika siku ile, asema Bwana wa majeshi, nitakutoa wewe e Zerubabeli, mtumishi wangu, mwana wa Sheltieli, asema Bwana, nami nitakufanya kuwa kama pete yenye muhuri, kwa kuwa nimekuchagua asema Bwana wa majeshi.